Neno la Mungu linasema, sauti ya Mungu ina maana kwa yule aliyekusudiwa. Sauti ya Mungu ina maana kwa yule aliyekusudiwa. Ina maana kwa yule ambaye amekwisha kukusudiwa na Mungu. Ndio, sauti ya Mungu huwa ina maana kwake. Lakini yule ambaye hajakusudiwa na Mungu, sauti ya Mungu haina maana kwake. Kuna muda kuna muda huwa pale ambapo tunakuwa tumeitwa na Mungu huwa tunatamani na watu wengine wawe kama sisi, huwa tunatamani na watu wengine wawe kama sisi. Kuna muda tutakuwa tunawashuhudia, kuna muda tutakuwa tunawaambia neno la Mungu, lakini kuna muda unakuta hao watu ambao tunakuwa tunawaambia wanakuwa wanapuuza pale ambapo tunakuwa tumeitwa, na mara nyingine hao watu ambao tunawapelekea neno unatuona kama ni vichaa. Bwana mm. Yesu wasifiwe tena. Hivyo basi ni kwa nini hayo mambo yote waga yanatokea? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwa bado hajatupa kibali cha kulihubiri neno la Mungu. Ina maana wewe unaweza kuwa unaitwa unakuta, una ndugu, una jamaa, una marafiki, ukaanza kuambia kwamba mimi naisikia sauti ya Mungu lakini wasikuelewe nanma. Unasema kwamba pale ambapo unakuwa unasikia sauti ya Mungu, ndugu, lazima uwe na siri sana. Kwa sababu gani? Adui anawinda sana hiyo sauti ya Mungu. Hivyo pale ambapo utakuwa unaendelea kuongea, una wale watu ambao watakuwa wanauliza, Mungu anasema nini na wewe, Mungu anasema nini na wewe, wewe utakuwa ukiwaambia anasema hivi na hivi na hivi. Hivyo hao wengine ambao unakuwa unawaambia bila kujua wengine ni maadui zako, na kwa sababu siri za Mungu zipo kwa wale wa mchao, na shetani hawezi akamfata Mungu akapata siri. Ina maana siri nyingine anazipata kupitia pale ambapo unaendelea kuongea, pale ambapo unaendelea kuwasimulia watu mambo mengi ambayo Mungu anakwisha kukuambia. Hivyo inatakiwa usimulie, usimulie ndoto ambazo unakwisha kuota, yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anakwisha kusema nawe, kwa sababu hiyo ni siri yako. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo kuna muda huo tunatumia nguvu zetu wenyewe na pia tunala, tunakuwa tunawalaumu sana wale watu ambao tunakuwa tukiwa tukiwapa ushuhuda mambo ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa ambayo anakwisha kusema na sisi, lakini hawasikilizi. Mwisho wa siku wanatuona kwamba tumepungukiwa na akili. Hivyo hata Yesu Kristo alionwa hivyo, na pia Mtume Paulo naye alionwa hivyo kina Petro nao walionwa hivyo, kwa sababu roho, mambo ya roho hayawezi yakaonekana katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo wanadamu wamezoea kuyapokea wale ambayo wanayatazama, ina maana akisikia lazima atazame, lakini wewe hayo mambo amaonakuwa unampa ni mambo ya rohoni, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kukuelewa, kwa sababu ni wewe ndiye ambaye umekwisha kukusudiwa hivyo. Tunaangalia, watu wengine wanaweza wakaisikia sauti hiyo ambayo Mwenyezi Mungu anakwisha kusema na wewe kupitia wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu anaweza kuwa amekuambia jambo, wewe ukawaambia hilo jambo ambalo amekwisha kulisema, na wakalipo na, na wasiweze kulichukua hilo neno kama vi, kwa uzito kama vile ambavyo wewe unalichukulia kwa uzito, ni kwa sababu neno hilo alijatumwa kwao, bali ni wakati ambao limetumwa wako Bwana Yesu asifiwe. Tena tutaenda tukajifunze, tutaenda tukajifunze katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tisa kuanzia mstari wa kwanza. Tutaenda kuangalia, tutaenda kuangalia namna Mtume Paulo alivyotokewa na Mungu, tukianza kuanzia sura tukianza kuanzia sura ya tisa mstari wa kwanza, inasema kwamba lakini Sauli akizidi kutiisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuwani mkuu, akataka ampe ampe barua ya kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona akiona watu wa njia hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski ghafla, ikamwa ikamwanga ikamwangaza kote ikamwangaza kotekote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini akasikia sauti ikimwambia, Sauli Sauli, mbona waniuzi? Akasema, uu nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniuzi unayeniuzi wewe, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hapo tunaangalia kwamba mtume Paulo alikutana na Yesu Kristo, na pia akawa anamuelezea yale mambo ambayo yanampasa mtume Paulo kufanya. Lakini tunaangalia kuna watu ambao walikuwa pembeni pale, walikuwa wanaisikia sauti, lakini walikuwa Hawaelewi ni kitu gani ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa anakisema kwa mtume Paulo. Ina maana mtume Paulo yeye alisikia sauti na pia akaielewa, na pia akauliza ni nani na ni nani. Bwana Yesu Kristo akajibu, mimi ni Yesu Kristo ambaye waniuzi, kwa sababu mtume Paulo alikuwa anaua sana wanafunzi wa Yesu Kristo. Wale wote ambao walikuwa nalihubiri neno la Bwana, yeye alikuwa anawaua. Hivyo basi tumekusha kuangalia, tumekusha kuangalia ni namna gani sauti ya Mungu inaenda kwa yule ambaye amekwisha kusudiwa tunakumbuka. Hata hata pale ambapo Samueli alitumwa aende kwa Yeze kwa ajili ya kumtawaza huyo Daudi kuwa mfalme. Moja kwa moja yeye alienda akamkuta Eliabu na na watoto wengine wa Yeze, na kuna namna ambavyo yeye alikwisha kuweza kuangalia kama mwanadamu, lakini Mwenyezi Mungu alisema, wewe unaangalia kama mwanadamu lakini mimi Mungu naangalia kama Mungu, hao wote nimekwisha kuwakataa. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana sauti ya Mungu ilipoenda kwenye familia ya Yeze, familia yote ile ya Yeze ili, ili, ili, ili, familia yote ile ya Yeze ilikataliwa na sauti ya Bwana, lakini sauti ya Bwana ilikuja kwa kwa kwa Daudi ilikuja kwa Daudi kwa sababu gani? ndiko kule ambako ilikwisha kukusudiwa iende huko. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo neno la Bwana lipo kwa yule ambaye amekwisha kukusudiwa na Bwana. Ndio maana hata tunapoenda kupanda katika madhabahu tunapanda kwa kibali, ina maana kwa mtumishi wa Mungu. Kuna wale ambao wanakuwa wanaenda wanaenda katika makanisa fulani, unakutana na wale watumishi ambao unakuta ni wachungaji huwa wanaambiwa wanaambiwa nao wachungaji kwamba leo inatakiwa ufundishe neno la Bwana leo. Ina maana mchungaji anakuwa anamwambia mshirika kwamba inatakiwa ufundishe neno la Bwana, kwa sababu huyo mtumishi hajaisikia sauti ya Mungu, amesikia sauti ya mchungaji. Anaweza kupanda pale madhabahuni, na katika kupanda kwake unakuta anahubiri mambo ambayo hayapo katika roho wa Mungu. Ni kwa sababu amemsikiliza mchungaji na sio Mungu. Hivyo tunasema kwamba sauti ya Mungu inakubali ina ina kibali ikiwa pale ambapo mwanadamu anakuwa ameipokea, ina maana Mwenyezi Mungu ataachilia kibali. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, usihangaike sana kukataliwa na watu, usihangaike sana watu kutokukusikiliza kwa muda huo, kwamba wewe unasema nini, ni kwamba sauti hiyo ya Mungu ipo juu yako kwa wengine haipo, lakini ipo kwako. Hivyo ambao umekwisha kusudiwa na Mungu, kaa katika utulivu wa Yesu Kristo, umsikie Mungu anasema nini. Ukikaa karibu na Mungu, Mwenyezi Mungu atachilia kibali, kwa sababu ameachilia kibali, unaongea naye, ina maana atachilia kibali kwa watu wote ambao amekwisha kuwakusudia yeye. yeah, yeah. Bwana Yesu asifiwe tena, hivyo wapo watu ambao wamekusudiwa naye, ambao watu natakiwa wapone kupitia wewe. Wengine hao wengine hao sio watu ambao wamekwisha kukusudiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.